Mlango wa nane. Tia baragumu gumu kinywani mwako; kama tai anakuja juu ya nyumba ya Bwana, kwa sababu wamelihalifu agano langu, wameiasi sheria yangu. Watanililia, Mungu wangu, sisi Israeli tunakujua. Israeli ameyatupa yaliyo mema, adui watamfuatia. Wamesimamisha wafalme, lakini si kwa shauri langu, wamejifanyia wakuu, lakini nalikuwa sina habari kwa fedha yao na dhahabu yao wamejifanyizia sanamu kusudi wakatiliwe mbali. Amemtupa ndama yako, e Samaria; hasira yangu imewaka juu yao. Siku ngapi zitapita kabla ya hao kupata hali isiyo na hatia? Maana katika Israeli kimetokea hata na kitu hiki; fundi ndiye aliyekifanya, nacho si Mungu kamwe; naam, ndama ya Samaria itavunjika vipande vipande. Kwa maana wao hupanda upepo nao watavuna tufani. Nafaka haina bua, machipuko yake hayatoi masuke; hata ikiwa yatoa, wageni watayameza. Israeli amemezwa, sasa wamo miongoni mwa mataifa kama chombo kisichopendeza. Kwa maana wamekwea kwenda Ashuru, mfano wa punda wa mwituni aliye peke yake. Efraimu ameajiri wapenzi. Naam, ijapokuwa waajiri kati ya mataifa, sasa nitawakusanya nao wanaanza kupunguka kwa sababu ya mzigo wa wafalme wa wakuu. Kwa kuwa Efraimu ameongeza madhabahu kwa dhambi, madhabahu zimekuwa dhambi kwake. Nijapomwandikia sheria yangu katika amri elfu kumi, zimehesabiwa kuwa ni kitu kigeni. Kwa habari za dhabihu za matoleo yangu, hutoa dhabihu ya nyama na kuila, lakini Bwana hawakubali. Sasa ataukumbuka uovu wao na kuwapatiliza dhambi zao, watarudi kwenda Misri. Maana Israeli amemsahau muumba wake, naye amejenga nyumba za enzi, na Yuda ameongeza miji yenye maboma; lakini nitapeleka moto juu ya miji yake, nao utaziteketeza ngome zake.